Kobe na Sungura walianza safari ya kwenda mtoni. Sungura alikimbia mbio, Kobe alitembea pole pole. Sungura akamcheka, wewe bado, mimi nitafika mbele yako. Kobe aliendelea pole pole bila kusema neno. Jua lilikuwa kali, Sungura alichoka, akalala chini ya mti, akalala fofofo. Jioni aliamka kwa mshtuko, nimechelewa, lakini nina mbio. Alikimbia tena, moyo ukimpiga Alipofika mtoni akamwona nani? Kobe tayari amefika akinywa maji kwa utulivu. Kobe akasema, rafiki, siko nyuma, niko kwenye safari yangu mwenyewe. Wewe ulichoka kwa kukimbia, mimi niliendelea polepole pole, na wakati wangu wa kufika ulitimia. Mbio si ushindi. Endelea kwenye kasi yako bila kujilinganisha, bila kuchoka. Safari yako ni tofauti, majira yako yanakuja kujilinganisha. Ushindi una majira yake.